Na ushahidi katika kesi ya mauaji inayomkabili John Matara, anayetuhumiwa kwa mauaji ya mwanamitindo Starlet Wahu, uliendelea Jumatano huku mashahidi wakiendelea kumhusisha na mauwaji hayo ya mwaka 2024. Mahakama ilielezwa kuwa wachunguzi walipata vitu binafsi vinavyodaiwa kuwa vya marehemu pamoja na mipira ya kondomu iliyotumika kama na vituarifu Ben Kiru. Katika siku ya pili ya kusikizwa kwa kesi ya mauaji dhidi ya John Matara ongoa, afisa wa polisi Alex Chokera, ambaye ni mpelelezi mkuu wa kesi hiyo, alieleza mahakama taswira ya mapambano iliyokuwa katika eneo la tukio muda mfupi baada ya kifo cha mwanamtindo Starlet Wahu aliyekuwa na umri wa miaka 24. Chokera aliyeambia mahakama kuwa maafisa wa upelelezi walipata nguo za ndani na viatu vinavyodhaniwa kuwa vya marehemu pamoja na kofia kinachoaminika kuwa cha mshukiwa na kisu kinachosemekana kuwa silaha iliyotumika kutekeleza mauaji hayo sawia na taulo iliyoloa damu. akitoa ushahidi mbele ya jaji Alexander Muteti Chokera anasema wachunguzi pia walikusanya mipira ya kondomu iliyotumika na ile ambayo haikuwa imetumika sindano na vidonge kutoka ndani ya nyumba hiyo. Katika ushahidi wake, afisa huyo anasema kuwa baada ya kupitia video kutoka kamera za CCTV za jengo hilo ilibainika kuwa mtu mmoja alitoroka kutoka eneo hilo. Uchambuzi zaidi wa video ulibaini kuwa mwanaume huyo alikuwa amevalia kofia nyeusi na alikuwa ameishi katika nyumba hiyo ambayo mwili wa marehemu ulipatikana. well, By by Jumanne, mtaalamu wa maabara ya serikali Emili Oporo alitoa ushahidi kwamba uchunguzi wa chembechembe chembe za msimbo jeni yani DNA ulithibitisha kuwepo kwa DNA ya Starlet wa huna John Matara kwenye kisu kinachoaminika kuwa silaha ya mauaji pamoja na taulo iliyopatikana katika eneo la tukio. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.